Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kusimama hapa mbele yenu kwa mara ya kwanza nikiwa afisa mtendaji mkuu na nashukuru, tumekuwa na mwaka wa mafanikio. Wana Simba, tujipigie makofi kwa hayo yote. Ningeanza ku hotuba uh, yangu kwa kuelezea mafanikio ambayo tumeyapata kwa pamoja kwa msimu wa mwaka 2024 na 25 ambapo tulimaliza msimu huu kwa mafanikio makubwa ukilinganisha na msimu wa mwaka 23, 24 ambapo tulikuwa tumemaliza katika nafasi ya tatu katika ligi ya Tanzania, lakini kwa kipekee kabisa kwa msimu wa mwaka 24 25 tuliweza kushika nafasi ya pili, lakini vilevile kuweza kufika katika fainali ya Kombe la Shirikisho Simba. Haya yote yamefanikiwa kwa sababu Simba ina falsafa yake ya nguvu moja, na ni matarajio yetu kwamba katika kuelekea katika dira yetu ya kuwa kilabu bora Afrika, tutasimama pamoja, kwa maana tumevuka mito, milima na mabonde pamoja na mpaka tuko hapa leo tukiwa katika mkutano huu, tumesimama imara kuliko jana. Simba. Mafanikio hayo yote tuliyoyapata katika msimu uliopita ni mwendelezo wa mshikamano wa viongozi wetu, wanachama, mashabiki na taasisi nzima ya Simba Sports Club. Takwimu za shirikisho la soka la Afrika linadhihirisha jinsi safari hii ilivyo karibu kwa kuwa kwa mfululizo. Klabu yetu imeweka rekodi ya kuwa katika vilabu bora kumi Afrika ambapo kwa takwimu za mpaka sasa, klabu yetu ipo nafasi ya tano ya vilabu bora Afrika. Simba tunafahamu kuwa pamoja na malengo hayo, matamanio na matarajio ya Simba si kuwa kwenye rekodi ya vitabu kwa nafasi yake na ushawishi wake, bali ni kuhakikisha mikakati yetu, maono yetu na mipango yetu ni katika kurejea kuwa vinara wa ligi ya Tanzania kama ilivyo desturi ya klabu. Kwa upande wa timu ya wanawake, mafanikio yake yameendelea kuonekana dhahiri. Ingawa kwa msimu uliopita tulishika nafasi ya pili ya ligi kuu ya wanawake, lakini kwa kipekee kabisa ushiriki wake katika michuano ya ndani katika ligi ya wanawake na michuano ya kimataifa umekufanya timu yetu hii ya wanawake kuvutia wawekezaji na wadhamini zaidi na kwa kipekee kabisa mwaka huu tumeweza kuingia mkataba wa kiasi cha shilingi milioni miambili kutoka METL kutokana na mafanikio ya Simba Sports Club Queens, tujipigie makofi. Lakini vile vile kwa upande wa timu ya vijana kwao umekuwa ni msimu wa mafanikio na imeonyesha ni kwa kiwango gani tumeweza kujikita katika dhamira ya kuendeleza soka hasa kwa upande wa vijana na hayo yameonekana kutokana na ushiriki wa watoto wetu katika timu e, ya under 20 na under 17 ambao wako katika senior team wakiongozwa na gol kipa Alexander Erasto, Usen Begu na kiungo Bashir. Hii haijawahi kutokea, na hivi ni vipaji ambavyo tuko tayari kuviendeleza, na tunafanya kazi zaidi kuhakikisha basi maendeleo ya soka la vijana kwa upande wa Simba Sports Club yanafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Simba kwa upande wa miundombinu na uwekezaji, kwa kipekee kwa mwaka na 2024/2025 klabu yetu chini ya bodi ya wakurugenzi wa imefanikiwa kukarabati, kuuendeleza na kuusimamia uwanja wetu wa Mo, e, Bunju, Arena, sorry, Bunju Mo Arena ambao kwa kiwango kikubwa wote tumekuwa mashahidi. Katika misimu yote iliyopita tulikuwa tunaamaama viwanja kwa ajili ya kufanya training na maandalizi ya mechi mbalimbali mbali. Lakini toka msimu huu umeanza na msimu uliopita tumehakikisha huko katika kiwango na kwa kipekee, ni mshukuru mwenyekiti wetu wa klabu ambaye amekuwa mstari wa mbele kusimamia maendelezo na ukarabati wa unja ule pamoja na rais wa klabu ambapo mpaka sasa toka msimu umeanza timu yetu inafanya mazoezi yake na session zake pale kwa usalama na uhakika, tujipongeze kwa hilo. <apples> Lakini dhamira yetu kuu ni kuhakikisha uwanja huu unakidhi mahitaji ya awali ya kimiundo mbinu ili kuwezesha sasa um, timu zetu zote za wanawake na vijana kuweza kucheza michezo yake ya ligi zake katika uwanja huu kwa kuimarisha baadhi ya maeneo na kuweka miundombinu ambayo itaruhusu kuwa na mashabiki katika mechi hizo. Kwa upande wa biashara na masoko, kwa mwaka huu na mwaka uliopita, tumeweka rekodi ya kipekee ambapo, kwa kipekee, tumeweza kupata kiasi cha shilingi bilioni 58 za Kitanzania katika udhamini wa klabu yetu hii ni historia ambayo itakumbukwa kwa mafanikio makubwa, kwa upande wa mzamini mkuu Betway, pamoja na mzabuni wa vifaa vyetu vya klabu Jairuti Investment Company. Kwa mwaka uliopita waliweza kupandisha thamani ya klabu yetu na tumeweza kupata vifaa ambavyo kwa mara ya kwanza vimezingatia ubora, thamani ya soko na kuweza pia e, kuihusisha E, chapa ya Diadora katika e, ushirikiano huo Simba, na kwa upande wa masoko tumeweza kuimarisha udhamini wetu kutoka katika MeTL Group of Companies chini ya makampuni ya ya kampuni zake tanzu na bidhaa zake za Mokola Simba Wit Mo Assurance na kupitia Mo Foundation ambao kwa kiwango kikubwa tumeshirikiana nao katika masuala ya wajibu kwa jamii, yaani CSR. Lakini vilevile, tumeweza kuimarisha mahusiano yetu pamoja na kampuni ambazo tumekuwa tukishirikiana tume nazo, ikiwemo Premium Mobile Solutions, yani PMS, ambao wamekuwa ni washirika wetu wakuu katika Simba Mastori na Simba Mabando, lakini vilevile kuendeleza ushirikiano E, pamoja na shirika la ndege la Tanzania, ATCL, Azam TV, Serengeti Breweries, lakini na makampuni ya simu Vodacom, Yas, pamoja na benki wa shirika ambao ni CRDB, NMB, Equity Bank, Azania, NBC pamoja na benki nyingine. Tujipigie makofi kwa hilo.